Pongea kwa imani, kama saa saba hivi usiku, usiku ukageuzwa ukawa mchana. Ulipogeuzwa kuwa mchana, nikaanza kushangaa. Ghafla nikaona kitanda nilicholalia kinazunguka hivi, kinazunguka, nikasema aha, kumbe ni wachawi. Ah, ngoja sasa niliite jina la Yesu. Nikasema, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wachawi toka! Kwa jina la Yesu nilisika kikiki, ikarudi kawaida. Ilivyorudi kawaida, nikaanza kujikagua, nikaona mbona, mm, ni usiku, uligeukaje kuwa mchana? Nikaanza kushangaa, nikasema walinitembelea walinitembelea nikasema Mungu amenipigania. Sasa nimshikie kushoto huyu Mungu, Mungu aliyenifanyia hivi. Hii, yani hata kama huna akili akili inakuja hata kama ufahamu ufahamu unakuja. Hey, kwamba mahali hapa panatisha kama nini! Hey, maana malaika wanapanda wanateremka wanapanda wanateremka Siyo sehemu ya kawaida. ili jiwe sasa naliweka kuwa kumbukumbu kumbu, akamimina mafuta hapa. ni nyumba ya Mungu, hapa ni nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu amemwona Mungu, anaziweka nadhiri sahihi, kwamba Mungu akiendelea kuwa na mimi akanilinda akanitunza, nikawa salama katika kila nitakachokipata, nitatoa sehemu ya kumi, nitatoa sehemu ya kumi. Hii ndiyo sababu kila mtu aliyeokoka lazima atoe moja ya kumi ya mapato ya kazi ya mikono yake. Mtu aliyesamehewa dhambi mtu ambaye amemwona Mungu lazima atoe moja ya kumi ya, ya, ya mapato. Kama ni mfanyabiashara, faida yake ya mwezi lazima itolee zaka, lakini kama ni mfanyakazi, mshahara wa mwisho wa mwezi lazima utolee sehemu ya kumi. Mtu anayemcha Mungu ndio tu... kwani nani alimfundisha Yakobo? Eti jamani, nani alimfundisha Yakobo kutoa zaka? Ni neema ya Mungu ndiyo iliyomfunulia, kwa sababu ni njia ya kujimilikisha kwa Mungu, ya kwamba Baba, mimi ni wako, uhai wangu ni wako, maisha yangu ni yako, bila wewe siwezi kuishi ndio sababu mtu anayemcha Mungu anamuomba Mungu baraka zake, ili baraka zake zishuke juu yake, kwamba kuanzia mianzo ya wokovu wangu Mungu tembea na mimi, ponya uzao wa tumbo langu, Mungu nitangulie, nifanye kuwa kichwa wala sio mkia, watoto wangu wabarikie Mungu, wajulikane kwenye nyumba yako maisha yangu ya yatoke kwako. Kwa mtu amchaye Mungu lazima lazima afanye maagano haya na Mungu aliye hai. Yesu asifiwe! Hii ndio sababu tunapokuwa tunamcha Mungu, tunaanza safari, tunaanza safari, safari ya mwenye haki na safari ya mtu mwaminifu na safari ya mtu mkweli. Unakuwa mwenye haki mbele za Mungu na mbele za wanadamu, unakuwa mkweli mbele za Mungu na mbele za wanadamu, kwa sababu haki yetu tunahesabiwa na Mungu. Ndiyo maana uh, Yakobo akasema kila mtakachokipata nitatoa moja ya kumi, nitatoa moja ya kumi. Sasa moja ya kumi watu tunatoa kwa Mungu naona. Lakini Mungu ametenga watu ambao wataitumia hiyo moja ya kumi. Yesu asifiwe. Kwa mfano mimi nikitoa moja ya kumi, anaye kula moja ya kumi ni askofu wangu wa kanda. Kila mwisho wa mwezi lazima nitoe moja ya kumi, kila mwisho wa mwezi, kwa sababu namcha Mungu na nikichelewa kutoa, mimi nashukuru Mungu kwa kweli, kwa sababu mpaka ukasikia sauti kwenye mambo haya matakatifu, maana yake unaonyeshwa indiketa kwamba usipotenda ni kifo cha kiroho. Sasa lazima utende kwa haraka sana, ili kuiokoa nafsi yako na kujiungamanisha na Mungu wako. Uendelee kuwa mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Mungu atufumbue macho, macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, ili tufahamu sawasawa na ufunuo wa kimungu katika siku za maisha yetu, ili Mungu aweze kutubarikia katika hadi zake takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunahitaji tumwombe Mungu. Naona muda kidogo umekimbia, lakini tulisema leo tunamwomba Mungu kabisa. Huyu Mungu aliyetembea na Abrahamu akambariki Abrahamu, baada ya kugundua kuachana na Rutu, ndiye Mungu ambaye yuko pamoja na sisi, Mungu aliye na nafasi ya kutubariki baraka zinapomwendea mtu zinamwendea kwa matamshi na moyo unaopokea, unapokuwa umefunguliwa kutoka katika vifungo, kuviacha vile vilivyokuwa vinakutesa, vilivyokuwa vimekufunga. Unapokuwa a, umeviacha vyote, Mungu anatoa matamshi, anatoa matamshi kwa ajili yako. Wako watu wengi wanaofanya kazi duni, yaani kazi za viwango vya chini. Mungu ni mwaminifu katika kazi za hivyo. Mungu anaweza kakutokezea ukakuta unafanya mambo makubwa kupitia kazi ya chini kabisa, au maisha ya chini, Mungu akakuinua kukutoa hapo, kukupeleka sehemu nyingine, maana yeye ndiye abarikie naye akamwahidi Yakobo ya kwamba haya niliyokuambia mimi nitayakamilisha, nitayatimiza na wewe utaona ya kwamba uaminifu wangu ni mkuu juu yako. Bwana Yesu asifiwe! Juu ya wewe uliyookoka, lakini juu ya uzao wako Mungu ameahidi hivyo. Mimi nampenda Yesu kwa kweli. Hapa nilipofikia Yesu amenionyesha mengi. Yesu amenionyesha mengi kabisa kabisa, amenionyesha mengi katika eneo hili la kubarikiwa. Yesu amenionyesha mengi. Kwa hiyo ninaposema Mungu anabariki, wala sina mashaka, sina mashaka kabisa. Yesu anabariki. Ukitaka kubarikiwa shambani atakubariki. Ukitaka kubarikiwa kwenye mifugo atakubariki. Ukitaka kubarikiwa kwenye biashara atakubariki. Ukitaka kubarikiwa ofisini atakubariki. Mungu atakubariki. Lakini kama kuna rana ya rutu lazima hiyo rana iondoke kwanza. Hiyo rana ya rutu iondoke kwanza. Ije namna ya neema ya kuitwa mbarikiwa. Baada ya kuitwa mbarikiwa Mungu anakutokezea. Anakuambia, haya mavumbuki ya hesabu. Basi ndivyo na uzao wako utakavyoweza kuhesabiwa. Lakini kama huwezi, mimi nina agano na wewe, ahadi zangu zote ni za kweli juu yako na kuambia, nitakubariki, nitakubariki, nitakubariki. Mungu ni mwaminifu. Aa, mchana wa leo tuone Mungu anavyoachilia neema, tuone Mungu anavyoachilia neema juu ya maisha yetu. Hebu tusimame katika asili aliyozaliwa nayo, atoke katika tabia zile alizozaliwa nazo. Hii ni kawaida kabisa kabisa, ni kawaida kabisa lazima. A, namna unavyoona uone kwa sura ya ufunuo wa kimungu Utambue kupitia neno la Mungu, ugundue njia zako, ugundue mahali ulipo, maana Biblia inasema wakati Elisha alipoenda kwenye ule mto uliokuwa na maji machafu ambao mat, miti yake ilikuwa inatoa matunda yaliyokufa alisema, leta chombo kipya, weka chumvi ndani yake ili niyaponye maji haya na alipoweka ile chumvi kwenye maji, ule mto ukapokea uponyaji. Ndivyo ambavyo mchana wa leo Mungu anaenda kukuponya. Anaponya jina lako, anaponya mwili wako, anaponya mwonekano wako, anaponya njia yako, anaponya maisha yako. Oh, leo Mungu anabadilisha historia ya maisha yako. Mungu anaibadilisha historia ya maisha yako, maana Mungu ni mwaminifu. Mungu aliyemuita Abrahamu ndiye aliyemuita Yakobo, ndiye aliyeita baba zetu, ndiye aliyetuita na sisi. Yeye habadiliki. Uaminifu wake ni mkuu katika nchi ya walio hai. Yes. Mwaka. Mwaka. Mwaka.